Echi mchezo. Samahani kwa kuwa wengi watashangaa na hiyo salamu ya kusema mchezo, lakini hiyo ni kauli mbio ya mchezo, kama ilivyosema familia kwamba huyo alikuwa ni mtu wa mchezo. Kwa hiyo hatuwezi tukasahau kamwe kauli mbio yetu ya michezo. Hiyo ni fani ambayo alichagua toka utotoni mpaka jinsi tunavyomwona Yaani, mtu shupavu sana kchi. Kwa hiyo, kabla sijao mwongeaji sana kuhusiana na swala la ndugu yetu Boban, nimkaribishe kwanza kiongozi wa shirikisho ambaye ndo mkuu wa michezo kambini Nyarugusu, Nyarugusu. Acha nishukuru sana kanisa aabarisa hivi vitu. Kuna madhehebu mengine hata kuweka jezi juu ya jeneza inakuwa ni shida sana lakini pia ni waombe, sijui ikiwa mtakubalia kwa sekunde thelathini, tungesimama kumpa heshima za mwisho kama michezo. Ikiwa itapendeza, simame sekunde thelathini. Aya, asante. Oh, tunaweza kukaa. Hakika nitoe pole sana, pole kwa familia kuachwa, uh, na kijana mwenzetu, lakini pia nitoe pole kwa kijiji E, cha Betwa. Ah, jamani, sauti yangu ndio hivi tena yeah. Imesema kwamba limetoa pole kwa familia, kwa familia ya kijana wetu aliyetuacha Boban, lakini pia tumetoa pole e, kwa kijiji cha Betwa potelea wana kijana e, ma system kwa hiyo lakini kwa upekee sana nitoe pole uh, kwa timu ya Abeto Abe, lakini pia kwa timu ya Diwani Umoja. Hivi ni vilabu viwili. Alicheza kwa kasi kubwa, akitangaza kabisa jina lake la Boban, na alikuwa mchezaji mahiri na shupavu sana. Sikukaa makini benki hapo, unaanguka kabisa. Kwa hiyo tuseme pole kwa wadau wote walioko Nyarugusu na nje ya kambi, kwamba tumempoteza mdau wetu, na ndivyo ilivyo. Lakini sisi kila siku tutamkumbuka kama wana michezo kambi ya Nyarugusu. Mungu aendelee kumlaza mahali pema peponi, na niombe Mungu awatie nguvu viongozi na wachezaji wenzie wa waliocheza nao. Hakika alikuwa mtu muhimu sana kwenye sekta yetu ya kimichezo. Mungu aendelee kuwa pamoja naye, lakini naamini kwamba tutamsindikiza kwa heshima tuta zake zote. Kwa hiyo, wachezaji, wadau wote, tupe heshima za mwisho mwenzetu, ili tumpeleke malaloni kwa hali ya heshima ya utofauti kabisa. Asante, acha nimwachie kocha, labda tusomee saa kidogo kwa mwenzetu. ya asante, mwenyekiti kwa hotuba yako fupi hiyo kwa ajili ya Boba na tuto msahau kamwe. E, nije niseme kama walivyosema familia, kweli ni mtu ambaye alitumikia sana vilabu vingi. Ukisema vilabu vingi, ina maana vinaanza moja hadi mbili. Kwa hiyo baada ya kuwa adra ni mtu ambaye alitumikia timu ya DL moja, na tutawaomba kanisa e, mtu huyu radhi kidogo kwa hili, labda kila mtu waje, labda ashukuru kwa kile ambacho alifanyiwa na Boba. Kwa hiyo kabla sijaongea mengi au sijamaliza, nije niwaalike watu wa DL moja ili waongee kidogo, mwishowe mimi nitamalizia. Eti, karibu DL moja. Kwa niaba ya timu ya Diwane umoja, mimi ni msemaji wa timu. Hivyo tunayo masikitiko mengi kwa kuachwa na ndugu yetu Boban. Aliweza kuitumikia timu yetu ya Diwane kwa upendo na unyenyekevu na heshima kubwa dhidi ya viongozi wake pamoja na makocha. Alisimamiwa na makepteni pamoja na wazee wa kijiji kwenye kuitumikia timu ya Diwane hivyo kama timu tunayo masikitiko mengi ya kuachwa na ndugu yetu ya kuachwa na mkongwe ambaye alitukia timu aliingia kwenye timu ya Diwane mnamo mwaka wa elfu mbili na kumi na aliweza kuondoka mnamo mwaka wa elfu mbili na kumi na nne. Katika mafanikio tuliyowapata tukiwa na ndugu yetu Boban, aliweza kushiriki ligi ambazo kuna ligi aliweza kupata medali tuliweza kutoka mshindi wa pili ambayo tulienda kupigwa dhidi ya asisi na k uwanja wa Yokohama. Hivyo tuliweza kushiriki naye ligi kuu ambayo tuliweza kupata mafanikio makubwa, na tuliweza kuchukua ubingwa walikio wa ligi hiyo mnamo mwaka wa 2014 hivyo kama timu ya Diwa ni umoja tunaye masikitiko makubwa ya kumpoteza mchezaji ambaye aliweza kuichangia pakubwa kutengeneza sifa katika kipindi hicho tulichopata ubingwa wa ligi kuu kambini Nyarugusu. Kwa kutamatisha, naomba kiongozi wangu yuko hapa kama mwenyekiti wa timu aweze kuzungumza kidogo wetu. Sawa, kama jinsi alivyoongea msemaji wa timu ya D1 waliotuacha hapa ndugu yetu Boban, ni kwamba ndugu yetu alitusaidia sana katika kiwango chake, na hivyo tunanungunika sana. Hatuna mengi sana ya kuongea pu. Basi Mungu aipokee tu roho yake, asanteni ya Eh, miweche sante naesi. Huo ni ushuhuda kwa baadhi ya timu ambazo bwana Boban alifanyia kazi, na kwa kweli ni mtu ambaye alifurahisha kulingana na kipaji chake na kiwango pia ambacho kilikuwa ni cha kutisha kwelikweli, lakini baadhi ya watu hawawezi kuamini, sababu mtu unaweza ukawa shupavu unaweza ukawa na mambo mengi ya kutisha, lakini Eh, kukubalika mbele ya wanadamu wote inakuwa ni shida, lakini sisi ambao tuliishi naye kwa muda tunatambua umuhimu wake Boban. Kwa kweli hatuna budi ya kusema Mungu ambariki sana, Mungu amwandalie makao aishi kwa amani na salama, japo sisi huko tunabaki na majonzi, lakini na imani Mungu atamsaidia. Nije niseme kama alivyosema waliotangulia mimi ndo baba wa Boban kisoka, nikisema mimi nasema timu ya abtroab, na kwa wale ambao wameongea, ni baada ya kutoka akatamani aenda azitumikie pia na timu zingine, na alienda kweli akafanya vizuri. Mwisho wa siku akaona ngoja nirudi nyumbani, na alivyokuja soka yake akaja kuistafu huko nyumbani kwenye timu ya abtoab Bobani tulianza naye toka mwanzo wa utoto wake, tukicheza wote hapa. Akashiriki kwenye kilabu ambacho kilikuwa kijiji jirani sd Simba Wanyika. Nilisema sd, sababu hapo ndo kulikuwa makao makuu ya Simba Wanyika. Na alivyotoka hapo alikuwa akicheza, anarudi nyumbani alivyorudi huku elfu eh, mbili na kumi kama walivyosema waliotangulia, akaona abadilishe eh, mazingira akaenda dm mmoja. Alivyoenda kweli akaitumikia vya kutosha, na mpaka elfu mbili na kumi na nne mafanikio yake na sisi mmesikia, kwa uongozi wa dm mmoja, siwezi nikapitia lakini kwa yala aliyonifanyia ni mengi zaidi tena makubwa ambayo kila mwanabe sehemu ambayo alipo akinamisha kichwa na hisi majonzi ndio yanamtoka. Japo wote tunalia, lakini kwa kweli tunaumia sana. Kwa hiyo toka mwaka huo elfu mbili na kumi na nne tulikaa na Boban kisoka, tulicheza mpira burudani ya kutosha na alikuwa mpenzi kwelikweli wa watu kulingana na kila alichokuwa anakifanya uwanjani, kila mtu alimpenda, na mpaka alifikia kustafu soka tukiwa naye, na mpaka gisi tunavyomwona mbele yetu yuko kwenye jeneza. Kwa kwenye jeneza sio ndo kukosea, a a, hiyo ni kawaida yetu sote, wote hapo tutapitia. Kwa hiyo niombe tu kwa kila alichotufanyia Boban kupitia vijiji vyetu viwili A3 B3, niombe tu, tunashukuru kwanza familia e, kwa kutuzalia Boban. Tunashukuru pia wanamchezo walio waliomnoa Boban, alafu akatambulika kabisa kambi nzima, kila mtu alitamani amuone Boban, na kwa muda kweli alikuwa anamuona kwa kazi nzuri ya kupendeza. Kwa hiyo hatuna la ziada, tuseme tu tunashukuru Tutashirikiana e, tutaomboleza wote kwa pamoja. Kwa hiyo tuseme Mungu ambariki na amwandalie pia makao mazuri. Kwa niaba ya timu ya Abitrobe, msomaji ni Bokani, mzaliwa ndo alikuwa e, mwandaji au e, msemaji wa risala ya Boban mbele ya jeneza yake ile. Kwa hiyo tuseme hatuna budi, Mungu awabariki na atubariki sote. Na tuzidi kuwa na umoja kama huu kulingana na hichi ambacho kimetukuta. Sina la ziada, niseme asante kanisa, asante familia na asante kwa wanamichezo pia ambao wamekuja kulia pamoja nasi. Mikwochi